Baada ya upasuaji wa mwili wa mwanablogu Albert Ojwang kutofanyika siku ya Jumatatu, upasuaji huu umefanyika leo hii katika makafani ya Nairobi, kiini cha kifo chake kikibainika, mwanapatholojia Bernard Midia akidokeza kuwa Ojwang alifariki kutokana na majeraha kichwani na kwenye shingo lake, likionyesha alama za kukabwa na majeraha mengine yalijaa mwilini.

Ripoti hii ya wanapatholojia imekinzana na ripoti ya idara ya polisi kuwa Ojwang alijigongesha kichwani mwake ukutani. Bernard akiweka dhahiri kuwa iwapo hilo lilitukia basi ripoti ingeashiria kutokwa na damu upande wa mbele

Serikali imemulikwa kwa madai kuwa Wakenya wanalipa ushuru ila hawapati huduma kama viongozi wengine serikalini. Hii ni baada ya upasuaji huu kuchukua muda mrefu kufanyika. Huku chama cha mawakili nchini LSK kikidokeza kuwa ni sharti waliosababisha mauaji ya Ojwang kukamatwa na haki kutendeka.

And therefore we even saw Kevin what happened. They took him round in circles and he was not charged at the end of the day. Viongozi wameendelea kukashifu mauaji haya wa hivi punde akiwa kinara wa ODM Raila Odinga akikashifu mauaji yale huku akisisitiza kuwa lazima wahusika wakamatwe. Mary Kialo, Undugu TV.